Meneja kaishiwa baba, baba. Meneja kaishiwa. <laughs> <laughs> Baada ya msanii kuondoka k umerudi kwenye kasava kasava for life. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, tuko live. Meneja baada ya msanii kuondoka, arudi kwenye kasava kasava for life. Baada ya kuachana na msanii, meneja ameamua kurudi kwenye kasava kasava for life. Waindi wenyewe wanasema hogo tamu shinda kate, hamna miogo mitamu. Tafuta hela mdogo wetu una, uh, una pesa ndio maana unatafunda miogo. Meneja hana <laughs> kitu <laughs> hana pesa ya kununua mayai, ila mdomo wa kuuliza nao <laughs> unachamba umbea, anachamba hmm. anachamba umbea. Mambo yamekuwa magumu, anaanza kutafuta sababu za lazima.